Wewe uliyefungwa, wewe uliyowekwa katika miungu, wewe uliyowekwa katika mizimu, wewe uliyowekwa katika madhabahu ya wachawi na waganga, Bwana anakuhitaji, maana anataka kapate kukufungua siku ya leo haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamini utamwona Mungu akikutendea. Majuzi nilipokuwa sehemu ya matsangoni nikaenda nikapata mmoja nikaletewa mgonjwa pale. Ule mgonjwa Mungu alikuwa imetoa Mungu alikuwa amemtendea, amepata kazi nzuri kabisa. Baada ya kupata ile kazi nzuri, si unajua wa Afrika hupenda kuonekana. Ikawa kila mwezi akitoka Mombasani, anakusanya watu na kuchinja kambuzi na kusherehekea. Bwana Yesu ajifiwe. Siku moja akatoka huko akaja akaangusha mbuzi yake. Wakati wanachoma ile mbuzi, kukatoka mnyama anaitwa anaitwa kulungu. Mnamjua mnyama anaitwa kulungu? Akapita katikati ya wale vijana pale mahali wanachoma, na kwa sababu alikuwa bado ni barubaru, jamaa wakaamua kuacha mbuzi ili wafate kulungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Basi mbio zikaamkia bahati mbaya nzuri, yule ambaye ndiye mwenyeyo sherehe, alipokaribia anataka amukate, akadungwa na kijiti, akaanguka pale chini. Bana yezaziviwe yule kulungu hakufatwa, waliangalia huyo ambaye mguu wake umekwama kwa kisiki. Yule jamaa baada ya kutolewa pale, akapeleka hospitali. Baada ya siku mbili tatu akapigiwa simu akaambiwa, wewe na kazi ni basi, hakuna kazi huku. Bwana Yesu azifiwe. baada ya wiki mguu kaanza kupoza, haleluya! Ndio ikawa ni maisha yake ameyapokea, kutoka ana miaka ishirini na mitano ndo akapata, alipata hiyo hali mpaka juzi tukaenda tukakutana na yeye ana zaidi ya arobaini kama si arobaini na tano haleluya lakini mungu ni wanema nikamwambia kwamba yule kulungu nde huyu ambaye alikuweka mahali hapa bwana yesu asifiwe nikamwambia kwamba ukiamini utaenda kumwona mungu na kama ni kazi utaenda kupokea haleluya kuna mungu jameni mungu yuko Nilikuwa kule Jumapili na tukaomba tukafanya huduma hiyo, nikatoka kawambia kwamba tuamini kwamba Mungu yuko. Jana nilipigiwa simu, ajua uzuri kijana mwenyewe alikula shikiti. Haleluya, alisoma vizuri, lakini pamoja na kusoma kwake alikuwa amekeliwa katika nyumba Jana bibi yake akanipigia simu masaa ya saa moja na nusu, akanambia kwamba mchungaji, kweli kuna Mungu. Na ngambia umemwona vipi Mungu? Akasema kwamba bwanangu amepokea simu kutoka kwa Asha Jumwa, maana kuna kazi imetokea, kwa hivyo ni yeye akapate kufanya interview ya hiyo kazi. Haleluya. Nikamwambia unaongea ndoto ama ni umbea wa, wa, wa Kristo? Akasema si umbea wa Kristo, hiyo ni neno na bwanangu Jumatatu anaenda. Amen. Yeye mwenyewe naye akasema nimeona mkono wa Bwana, maana baada ya maombi nilipigiwa wasimu na watu wa Kembri wana wanataka pia waniajiri ili nikiwafanyia kazi yao ya nyanjani. Bwana Yesu azifiwe. Nimekuja nikakabidiwa mashine ya kupima presha, sukari, kwa hivyo hata mimi nami pia si ile ya kwamba ni kujitolea bali nitakuwa nikilipwa. Na mimi nikamwambia kwamba mkono wa Bwana wacha uwe pamoja naye. Bwana Yesu azifiwe. Hata wewe ukiamini unaenda kumwona Mungu. Bwana Yesu azifiwe, haleluya. Mimi huwa si mwingi wa maneno, ninataka tukapate kuangalia kitabu cha Mungu kufunguliwa kapate kuingia katika kitabu cha Luka Mtakatifu, kitabu cha Luka Mtakatifu 19 mstari wa 29 mpaka 31, tusikie mimi na wewe ni wapi tumefungwa na tufanye nini ili Bwana akapate kutukomboa pate msomaji mzuri akapate kutusomea hapo mahali tasoma, ndio Luka Mtakatifu mlango wa 19 mstari wa 29 inakunasema mm. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania, kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema nenda mpaka kijijini, kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado, mfungueni mkamlete hapa. 31 nasema mm-hmm. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Tunataka kunena kuhusu kufunguliwa. Mpendwa, mchana wa leo, alipokuwa anapita ya katikati ya mji wa Samaria, Bwana alihisi ya kwamba mji huu ninaoingia, kuna vifungo katika maisha yao ambavyo vilikuwa vimefungwa. Yesu alipata kuulilia katika muji wa Samaria. Alipata kuulilia taifa la Samaria. Maana taifa la Samaria lilikuwa hakuna maendeleo. Taifa la Samaria lilikuwa hakuna kusonga mbele. Taifa la Samaria lilikuwa hakuna kuinuka. Maana wote walikuwa wamezimwa, si magonjwa. Hao ndio ilikuwa ni maisha yao. Walikuwa wamewekwa katika miungu, walikuwa wamewekwa katika visima, walikuwa wamewekwa katika mateso. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mataifa mengine walikuwa wakipitia hapo, wanajua ya kwamba hawa hakuna siku hata moja kutatoka mfalme katikati ya mji huo, maana hakuna maendeleo yoyote yatakayopatikana katika taifa hilo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati walipokuwa wanaugua ndani ya mioyo yao na kumwambia Bwana, tunataka hata sisi nasi siku moja tukapate kuona utukufu wako, ili watu wakajua ya kwamba wewe huko katikati yetu. Haleluya. Na katika kilio hicho walichokuwa nacho cha miaka mingi, ndipo Yesu safari yake ya kwanza akahisia kwamba kuna muji wa Samaria unadhiki unahitaji unahitaji kufunguliwa, naye akamwambia Bwana nipe kibali, maana nataka nipite na katikati ya mji wa Samaria ukapate kubadilika. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Akaomba kibali kwa Bwana Yesu, akaambiwa kwamba nimekuruhusu, nenda ukapate kuwafungua. Bwana Yesu asifiwe Neno linasema ya kwamba wakati aanze safari ili akapate kupita katika mji wa Samaria, aliwatuma wanafunzi wake wawili, akawaambia ya kwamba, enendeni mpaka katikati ya muji. Mutakapofika katika muji huo, mtakutana na wanapunda wawili wamefungwa. Ninamwomba ya kwamba mukapate kuwafungua, na yoyote atakayesimama na kumuuliza kwa nini munafungua wanapunda hawa, waambieni ya kwamba Bwana anawahitaji, anataka akashughulike Kie, na tena atawarejesha kwenu. Amen, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndipo wanafunzi wawili wale wakatumwa, walipoingia katika mji huo, na ni kweli walikutana na bwana punda wawili waliokuwa wamefungwa katika vigongo viguzo, hakuna kuendelea wala hakuna kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi wale wakati kama vile Bwana alivyowatuma wao, wakapata ushauri, wakaanza kuwafungua wale punda. Tazama, kuna wazee waliojitokezea na kuwastopisha, ya kwamba ni nani amemtuma mkapate kufungua hawa wana punda? Lakini nao wakasema ya kwamba hatufungui kwa akili zetu, bali tumetumwa na aliyetutuma. Hey, ni muweza wa yote amesema ya kwamba tuje tuwafungue watu hao wakapate kuwa huru nao. Hey, na wakapate kuwafungua Tazama, wanapunda wale wakapata kuwa huru na wakawaachilia. Niposa mchana wa leo, nataka ninene na mutu aliyewekwa katika miungu, nataka ninene na mtu aliyewekwa katika misimu yao, nataka ninene na mtu aliyewekwa katika maagano ya kwamba nahisi ya kwamba hakuna siku hata moja ataona hatakutana na mkono wa Bwana. Nataka nikutabiria ya kwamba mchana wa leo Bwana amepata sikia kilio chako. Bwana amepata kusikia kilio chako, anahitaji akapate kukufungua. Kunao watume wametumwa, ni kwa ajili ya maisha yako. Vifungo vyako mpendwa, vinaenda kufunguliwa. Umasikini wako unaenda kuondolewa. Magonjwa yako yanaenda kung'olewa. Hautakuwa mtu wa dhiki katika maisha yako, hautakuwa mtu wa manunguniko katika maisha yako, hautakuwa mtu wa machozi katika maisha yako. Kilio chako mchana wa leo, Bwana amepata anahitaji akapate kukukomboa, anahitaji akapate kukunyakua, maana amesikia kilio chako mpendwa. Samaria inaenda kubadilishwa, Samaria inaenda kuinuliwa, Samaria inaenda kufunguliwa, moyo wako unaenda kufunguliwa, njia zako zinaenda kufunguliwa, maisha yako yanaenda kufunguliwa mpendwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ana mipango mema ni kwa ajili ya maisha yako mpendwa. Samaria, maisha waliokuwa wanaishi katika taifa la Wasamaria yalikuwa maisha ya huzuni, maisha isiyokuwa kuigwa, maana walikuwa wamefungwa kama vile mpenda ulivyofungwa na magonjwa katika maisha yako. Watoto wako wamefungwa, wako nyumbani Jamii yako yote imefungwa hapo kwa boma. Musee wako amefungwa katika nyumba, hafikirii hata kutafuta kibarua wa mwe asubuhi. Watoto wako hafikirii hata kujitafutia, si eti ni kwa hawana kazi, ni kwa sababu wamefungwa kwa nyumba, wasifikirie kutoka nje, maana wanapotoka pia wawe nawo watafunguliwa, wamewafunga. Umekuwa mutu wa uzuni, umekuwa mutu wa masikitiko lakini siku ya leo Bwana amesikia kilio chako, unaenda kutolewa katika vifungo hivyo. Mpendwa, unaenda kutolewa katika miungu yenu, lana ulizotabiriwa, Bwana anaenda kuziondoa iki katika maisha yenu. Bwana anaenda kuwaondoa, maana anaunyosha mkono wake, na tingisho linaenda kutingishika. Wa Samaria, unaenda kubadilika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua akawa na kilio kwa ajili ya mji wa Yeriko, alikuwa na mashikitiko makubwa katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo Bwana alikutana na maisha yake, haleluya. Bwana alipokutana na maisha ya Yoshua, Yoshua aliuona mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe nawe siku ya leo kama Yoshua aliona mkono wa Bwana, hata wewe nawe unaenda kuona mkono wa Bwana, maana Yeriko ilikombolewa naye. Yoshua akaambia kwamba maadui zako tumewaweka chini ya ganja lako, hawatapiga hatua juu ya maisha yako, maana wewe ndio kusema katika maadui yako. Hata wewe nawe siku ya leo, ikiwa Yoshua alihakikishiwa ulinzi, hata wewe nawe umehakikishiwa kufunguliwa, unaenda kufunguliwa katika miungu unaenda kufunguliwa katika magonjwa. Haijalishi umewekwa mahali gani, haijalishi umezimwa kiwango gani, Bwana anaenda kuanza mwanzo mpya na wewe. Maana adui yako hatakusongelea siku ya leo, hatapata nafasi ya kukusongolea. Maana wewe ni wa maana machoni kwa Bwana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka kwenda kukubadilisha mchana wa leo Ukiamini okay, Bwana anaenda kuingia ndani ya moyo wako ukiamini okay, Bwana anaenda kuingia ndani ya maisha yako, anaenda kufanya mapinduzi siku ya leo, anaenda kupendua meza zote zilizoinuliwa katika maisha yako, meza zote zilizoinuliwa katika hatua yako, meza zote zilizoinuliwa mpendwa, Bwana anaenda kuzipendua siku ya leo. Usiogope adui, usiogope mchawi wako, usiogope mtu yoyote. Wewe katika kwa Bwana mikononi kwa Bwana wewe ni wa maana, mikononi kwa Bwana uko na ulinzi. Bwana atasimama pamoja na mchana wa haleluya. Yoshua akaambiwa ya kwamba usiogope. Haleluya, kitabu cha Yoshua st mstari moja, utasikia aliambiwa nini. wakati muji uliofungwa muji wa Yeriko, Bwana alipata kumwambia Yoshua neno kwa hata wewe nawe, siku ya leo, ikiwa mji wa Samaria ulikombolewa, ikiwa mji wa Samaria ulifunguliwa, utakapoamini siku ya leo unaenda kufunguliwa. Mpendwa, hautabaki jinsi ulivyo, jinsi ulivyoingia hautatoka jinsi ulivyo. Bwana anaenda kukushughulikia maisha yako mchana wa leo Amen. kuna ye Mungu anayetenda. Yoshua sita hiyo moja, anasemaje Tasoma Yoshua 6 mstari wa kwanza wanasema mm -hmm. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa mm -hmm. kwa sababu ya wana wa Israeli. mm hapana -hmm. mtu aliyetoka wala mm hapana -hmm. mtu aliyeingia. Bwana Yesu azifiwe. Yoshua alikuwa amefungiwa milango yote. Yoshua alikuwa amefungiwa njia zake zote. Maana muji ulikuwa umefungwa katika muji wa Yeriko, kama vile ambavyo boma ulilo wewe, boma hilo halina maendeleo, boma hilo lina magonjwa, boma hilo lina masikitiko, boma hilo halina kuendelea, maana limefungwa, mpendwa. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, wewe hautakuwa miongoni kwa wale waliofungwa. Wewe unaenda kufunguliwa, mpendwa. Watoto wako wanafunguliwa, ndoa yako inaenda Hey, yeah. kufunguliwa maisha yako yanaenda kufunguliwa. Hey, yeah! maana Bwana amesikia kilio chako mpendwa. Hey! waliofunga akisema ya kwamba hautaweza kukutana na mkono wa Bwana, nataka nikwambie mchana wa leo Bwana anaenda kumimina nguvu hey! ndani yako Bwana anaenda kuingia ndani ya moyo wako Bwana anaenda kuingia ndani ya boma lako, unaenda kufanywa mapenduzi mupendwa, maana unaenda kufunguliwa Amen. na maadui munaowaona waliowaacha huko nyumbani hamutawaona tena katika maisha yenu, maana Bwana anaenda kuwashirikia, anaenda kupendua meza zote za wale maadui. Waliofunga njia zenu, waliofunga nyota zenu, waliofunga milango yenu, Bwana anaenda kuwatingisha, anaenda kuwaangusha, anaenda kuwaangusha, maana mkono wa Bwana unaenda kusimama pamoja nawe mpendwa.